Nimepata nafasi ya kukagua kwanza ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma kilomita mia moja na kumi na mbili, ambazo zote zitawekwa taa kuanzia Ihumwa mpaka Veyula mpaka Nala mzunguko wote huo wo. Nimeridhika kwamba wakandarasi wako kazini, wanafanya kazi pale. Tuna lot 1 na lot 2. Lot 1 yuko zaidi ya asilimia 85, na lot 2 yuko zaidi ya asilimia 85 pia. Kwa hivyo wanakwenda vizuri. Tayari baadhi ya maeneo mpaka njia za kwenda kwa miguu zimeshaanza kutengenezwa, na baadhi ya maeneo kulikuwa na miamba mikubwa imekwisha fumuliwa fumuliwa miamba yote hiyo na earthworks zinaendelea kufanywa, kwa hivyo ni matumaini yetu mpaka kufika uh, katikati ya mwezi wa sita, yawezekana hizi kazi zitakuwa zimefika asilimia tisini. Mmoja anapaswa kukamilisha kazi yake tarehe 30 ya mwezi wa saba, na mwingine anakamilisha kazi yake kwa mujibu wa mkataba tarehe 30 ya mwezi wa nane kwa hivyo sisi mimi na wataalamu wangu wa barabara TANROADS, ni kwamba tunataka wakamilishe hizo kazi ikiwezekana kwa wakati au kabla ya wakati, tuendelee kuzikagua. Serikali ya Chama cha Mapinduzi iliwahi kuahidi juu ya kutengeneza vile vile flyovers Dar es Salaam. Sasa ameniuliza je, yeah, mpango ule umeishia wapi au ndio umekwisha? Naomba kwa kupitia jukwaa hili pia niseme kazi ile ipo na inaendelea, na hivi sasa hivi tupo katika hatua ya mwisho ya wataalamu kukamilisha zile hatua za kitaalamu ambazo ni za lazima, ili tuweze kupata hatua inayofuata ya kutafuta mkandarasi, ambapo mradi wa ujenzi wa flyover ya pale Dar es Salaam Morocco na Dar es Salaam Mwenge Zita, zitafanywa kwa kutumia kwa kushirikiana na wenzetu wa Japan, uh, JICA. Kwa hivyo hizo iko pale pale, Serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iko makini sana, kati ya kwa kuhakikisha kwamba miradi hiyo ambayo imekwisha kukubalika na ilishatangazwa kwa Watanzania inafanyika. Mheshimiwa Waziri, wiki iliyopita ndio tulikuwa na kikao na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ndio discuss soft of discussions za hii miradi miwili ya Mwenge na Morocco. Ndio. Na